za maji katika kipindi chako pendwa cha Tamaduni za Uswazi. Ikiwa leo ni siku nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia mimi na wewe, tuko tena katika kipindi chetu awamu ya tatu, Tamaduni za Uswahilini. Leo tutaangazia utamaduni wa Uswahili katika mambo ya harusi. Kama tunavyojua, harusi ni sherehe ambayo wachumba ambao walipatana wanafunga ndoa kwa minajili ya kuanzisha familia. Katika utamaduni ya uswahilini harusi huwa ni sherehe ambayo ni inaongozwa na watu tofauti tofauti, kama wanavyosema shughuli ni watu na watu ni Waswahili. Kama tunavyojua, harusi ni sehemu kubwa ya mja, ambapo ni katika asteji ambayo mwanadamu anafika, tangu tunapoona binadamu anavyoanza kuwa mdogo ana anabalehe mpaka anapokwenda kufikia hatima ya kuanzisha maisha kama mchumba hivyo basi, tunaongelea kuhusu tamaduni za uswahilini harusi. Harusi katika muktadha wa uswahilini huwa na baadhi ya vigezo. Kwanza kabisa, tukiangalia katika mambo ya uchumba, kama tunavyojua sisi binadamu tuliumbwa ili tukutane. Hivyo basi, milima milimima haiwezi kutana, basi sisi binadamu tunaweza kukutana, ndo maana kukawa na uchumba. Labda pengine kijana wa Kiswahili ama msichana wa Kiswahili katika pitapita -pita zake pale akakutana na mwanamke ama mwanamume, wakasuhubiana na wakajuliana na kupelekea mpaka kuchumbiana. Basi huwa kuna mikakati ya kuwafikia mpaka waoane. Kama tunavyojua, katika harusi za uswahilini huwa na shughuli kemkem. Kwanza tukianza na kama posa. Kama tunavyojua, posa ni kitu muhimu sana katika uh, harusi Posa ni ile hali ambapo wanafamilia ya kina bwana wanakwenda kupeleka amali ama maneno kwa minajili ya kuanza. Kwa mfano a, katika tamaduni zetu za uswahilini kule a, tuseme kama kijana ambaye ameona msichana, labda pengine msichana wa kabila lolote katika jamii hizi zetu za Kiswahili, hivyo basi yule kijana atatuma mshenga kule kwenda kupeleka maneno kule ukweni ama kule kwa kina mwanamke na kumwambia kwamba amempenda mwanamke kama yule, na basi wangetaka kuoana ku. Hivyo basi yule mshenga anakwenda kupeleka habari kama ile na kurudi kwa yule anayemtaka mwanamke kama yule. Hivyo basi shughuli inaendelea hivyo hivyo. haya wakishakubaliana sasa, barua imepelekwa pale katika uh, ukweni kule. Sasa uh, ule mshenga anarudisha jibu kwa mwanaume kama yule, anamwambia kwamba uh, familia ile mwanamke imekubali, basi nyinyi kama familia muweze kujipanga ili mwanze shughuli ya posa. Hivyo basi, sasa wazee pamoja wakiwa na wajomba, mashangazi watapanga siku ambayo watakwenda sasa kule nyumbani kwa na mke kwenda kupeleka maneno sasa, ambapo ina, ina, ina, inatakikana kwamba uh, iwe na mashangazi wa jomba, lakini katika tamaduni za uswahilini sana sana sana, sana huwa uh, uh, uh, wazazi sana sana mama huwa apatikane pale katika kupeleka posa, hivyo basi hata mwanamume mwenyewe. Hivyo basi ni wale familia tu ambao ni wakaribu sana ambao huenda kupeleka maneno pale. Wakifika uh, wanaweza sasa kuambiana kwamba sisi mtoto wetu amependa huyu uh, tunataka sasa waweze kuoana na sisi tumeleta maneno. Hivyo basi katika utamaduni wa Uswahilini, wale wako kwa upande wa kile kwa kina mke kule, watakubali yale maneno na watawapatia barua ambayo itaweza kuwaelekeza vitu ambavyo wanavyohitaji kuleta kama mzigo ha? Kama tunavyojua katika utamaduni wa uswahilini kule, sana sana jamii za Kimijikenda huwa katika kupeleka mzigo, huwa wanapeleka na magwaride, ile magwaride ambayo yanapita sana tindiri tiriri, si mnajua hayo. mzigo inapelekwa baada ya wale wazee kukaa chini katika posa na kukubaliana kwamba hii ni listi ambayo inatakikana, na basi inapelekwa kama mzigo na kupelekwa kama mzigo. Sasa wakishakubaliana vile, uh, kwamba mzigo imehitimika. Sasa, zingine mzigo inaweza kuwa hata ni vitu ambavyo uh, ni vya thamani, vitu ambavyo labda ni uh, E, kama wanyama, a, kitu chochote ambacho wale kule upande wa mkwe wamekubaliana ili waweze kupeleka kama mzigo. Sasa hii jamii a... Uh, kina uh, upande wa mume sasa wataenda kutafuta mizigo kama ile na hivyo basi mume pia atakuwa na lake na mahari yataweza kutangazwa pale, na tukumbuke, po katika tamaduni za uswahilini ah, mahari ni ma, makubaliano baina ya mume na mke. Basi ule mke ambaye atataka kuolewa atakuwa ah, ile mahari ambayo amekubaliana, ndipo mwanamume anaweza kwenda kuitafuta na tamaduni za uswazi. Tutakwenda katika kipindi cha mapumziko mafupi alafu turudi tuje tuelezee mengine. Karibu tena tamaduni za uswazi. Kama tulivyoongelea katika sehemu ya kwanza kule, baada ya mzigo kushaletwa na familia ya kina mume, basi wazee kama wale tena watakaa chini, ili waweze kukubaliana siku ambayo ndoa na harusi na karamu itafanywa hivyo basi, kisha watu waweze kusherekea siku ya harusi. Sasa siku ya harusi ya uswahilini huwa inaweza kuwa hata siku tatu siku nne, kwa minajili ambavyo wale wanafamilia wamekubaliana. Katika siku kama hizi uh, watu hujifurahisha sana, unapata watu wamejifuraha, watu wana ule uwezo wa kuja kwa pamoja na kufurahi. Kama tunavyojua shughuli ni watu na watu ni sisi, naam. Hivyo basi, uh, baada ya kukubaliana tarehe, wana tenga siku maalumu. Wanasema kwamba hii ni siku ambayo sisi kama wanafamilia, wanafamilia hii tutakaa chini sasa, tuwaoze watoto wetu hawa, baada ya mahari kulipwa na ale mizigo kuletwa. Sasa siku ya harusi yenyewe, katika muktadha wa harusi za Uswailini, sana sana harusi hizi huwa zinaendana na itikadi za Kiislamu, ambapo tunaona kuna a, ile nikaha ambayo hufungwa kule msikitini na shughuli tofauti tofauti ambazo hufanywa kwanza kabisa tuseme sasa, kama kesho harusi inaanza, utapata kina mama kule majikoni huwa wako tayari tayari ili waanze maandalizi ya harusi. Kama tunavyojua, siku ya kwanza ni siku ya kudondoa eh. Utapata kwamba wamama uh, wamekaa pale katika majamvi uh, wanaanza sasa kudondoa mchele, wakiwa wamekuwa na furaha sana, wamekiwa nyimbo za taarabu pale eh? Nyimbo za uswahilini wakate tembee, yani, yani ni furaha furaha sana eh? Katika tamaduni zetu za uswahilini sana, sana harusi. Wakishafanya hivyo labda pengine wamekubaliana labda wavae asare ya dera ambayo aa, ni baadhi ya mavazi ya harusi sana sana hu uswahilini. Sasa, siku ya kwanza huwa shughuli muhimu sana huwa ni kudondoa mchele. A, tunajua hii ni harusi ambayo inatarajiwa kuhudhuriwa na watu wengi, na sana sana kule Uswahilini harusi huhudhuriwa na kila mtu, si ati ni mtu mmoja ambaye ni mwanafamilia ama wanafamilia ndio wanahudhuria la, katika Uswahilini kule huwa si hivyo, harusi huwa ni ya kila mtu, ambapo tunaona Uh, watu wanakuja, iwe wewe ni maskini iwe ni tajiri iwe, wewe ni mwanafamilia au sio mwanafamilia, basi utakuwa ni mwenye kufurahia harusi kama ile. Naam, ndivyo. Basi siku ya kwanza huwa na mama kama wale, kazi yao ni kudondoa mchele, na hiyo ndio inakuwa siku ya kwanza katika harusi yoyote ya Kiswahili. Kisha baada ya hapo, tunaingia katika siku ya pili katika harusi za Uswahilini. Uh, tunaona sasa siku ya pili, uh, inakuwa na siku labda kufungishwa ile ndoa msikitini, ambapo mwanamume au mwanamke anakwenda sasa kufunga pingu za maisha katika harusi kama hizi. Sasa wakati huwa ni kaa, ambaye anasimamia sana sana harusi hii huwa ni chifu kadhi ama kadhi ambaye huo hufunga ndoa ili wanandoa hawa waweze kuanza maisha, ambapo tunaona e, a, we, wale wanandoa wanakubaliana, wanaweza ku, ku, kusahihisha cheti ambacho kinathibitisha kwamba wao ni wameoana, alafu wanakwenda kupewa cheti hicho wanakabidhiwa na a, alafu sasa, kabla ya nikaa hijaanza huwa kuna maandalizi tofauti tofauti, ambapo tunaona bwana harusi yule anaweza kwenda kupambwa, anavalishwa yale uh, uh, joho lile na, na, na mambo mengine ambayo anaweza kupambwa. Uh, kama tunavyojua kule uswahilini maduka ambayo uh, wanaharusi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa hao hupelekwa sana ni kama kina Promod pale kina Kamis Tobe, ambao pale ni wataalamu sana wa kupamba mabwana harusi. Kisha bwana harusi akishapambwa kama vile uh, anakwenda sasa msikitini, ambapo sasa anakwenda kufunga ndoa rasmi. Sana sana ndoa inategemea a, uh, kuna wale wanafunga ndoa asubuhi, kuna wale ambao wanafunga ndoa jioni, kuna wale ambao wanafunga ndoa labda wakati wa uh, baada ya duhuri. Sasa inategemea na wanafamilia ambavyo wamekubaliana. Naam, sasa kisha wakishafika pale, uh, kuna wale mashahidi, kuna wa, uh, wanafamilia na waumini wa Kiislamu ambao sana sana wako pale msikitini naam. Uh, na harusi inafungwa, kisha baada ya hapo uh, anaulizwa kwamba Aa, kama amekubaliana kuridhiana na kuoana na mwanamke kama yule, ambapo anaulizwa kama mtu fulani fulani umekubaliana kuoana na mwana fulani fulani hivyo basi ule bwana harusi anakubali kwamba mimi nimeoa msichana um, fulani fulani fulani binti fulani kwa mahari ambao walikubaliana. Hivyo basi sasa inakuwa nikaha imefungwa lakini, pia katika uh, katika uh, sherehe hii, hafla fupi hii ya nikaha pale msikitini, basi wale familia huwa wanapatia wale waumini pia kitu kidogo kama halua ama maji ya kunywa ili pia wa, wasi, wasijihisi kwamba wana njaa. Naam, sasa wanapoa halua katika msikiti kisha baada ya hapo, wakishamaliza kufunga ndoa uh, wanakwenda kule nyumbani ambapo sasa mwanamke uh, mwanamke uh, anakwenda kukutana sana mumewe baada ya nikaa kule msikitini, ambapo pia wanatakana pia wasahihishe wa cheti ambacho kinathibitisha kwamba wao wameoana. Hivyo basi sasa sana sana pale katika uh, nyumbani utapata kwamba yule uh, bwana harusi uh, anakwenda kupatana na familia yake na familia ya uh, bibi pale mlangoni lazima pia atoe pesa pale, ambapo wewe, toa pesa kidogo bwana uweze kumuona mke wetu eh. Sasa inabidi aingie mifukoni bwana aweze kutoa pesa ili aweze kumwona bwana bibi harusi wake nam. Kisha anaingia pale ndani, anampata, mashallah, mwanamke ameremba eh, amependeza eh. Anaambua sasa, huu ndo halali yako, ili ndo jiko lako ambalo umelichuma wewe mwenyewe, nam. Baada ya maneno matamu basi, anaweza kumpata jiko lake. He? tamaduni za uswazini, mwayaona mambo hayo hivyo. Basi kisha akishaingia pale ndani huwa uh, bibi harusi sana huwa sana, sana, amefungwa na leso. Sasa anakwenda kumfungua ili aweze kumwona mke wake ambaye amemuoa. Kisha baada ya hapo wanaweza kuonyeshana uh, sharubati na pia mengine ya kibiolojia yanafuatia pale, kama mnavyojua naam. Tamaduni za Uswahilini, tamaduni za Uswahilini sana sana, katika harusi huwa ni tamu sana. Kisha baada ya hapo wakisha uh, kuwana sasa washakumbatiana basi, ni zamu sasa, wale wanafamilia wanaweza kupiga picha nini alafu Uh, shughuli inaendelea kama kawaida. Uh, bila kusasa kule nje, harusi ikishafanyika hivyo, baada ya nikaa sasa, kuna ile chakula tunakita walima ama uh, tabaruku kidogo, ambapo sanasana tunaona kule Uswahilini watu wanapikiwa biriani, wanakula, wanashiba, alafu wanaendelea na shughuli zao. Hivyo basi, bila wanawake pia hawajasaulika ambapo sasa ndo wakati sasa wanaletewa yale reception eh, wanakwenda kusherekea sasa ile harusi eh. Labda pengine wameamua kuleta band, wameamua labda kuleta sepetuko ama wameamua kuleta bandi ya taarabu. Hivyo basi sasa, uh, wale wanafamilia wanaweza kusherehekea ambapo wanaekewa miziki ya kila aina ya Kiswahili eh, kama tunavyojua kina Rashid Simba wale, uh, kina J Rasta kina Zimamoto wale ndio, sana sana ndio kazi zao kutumbuiza sana, sana katika mikoa ile yetu ya pwani, ambapo uh, wanafurahi sana, ambapo tunaona wanawake wanasherehekea wanafurahi, na tena tunaona pia ule bwana harusi sasa akona ule uh, ile hali sasa ya kwenda pale mbele ya holi na kuweza Uh, kuonana na wale wanafamilia wengine na hivyo basi inakuwa ni harusi ya Kiswahili. Harusi ya Kiswahili huwa na mambo mengi sana, lakini huwa ni mipangilio ya hapa na pale ambapo uh, harusi kama hizi huwa ni za kwa pamoja, ambapo wanafamilia huchanga na wanakubaliana kile ambacho watafanya ili kuweza kufanya harusi zao ziwe vizuri. Hivyo basi wewe mtazamaji, ambao unaangalia kipindi hichi cha utamaduni za Uswazi, endapo labda umevutiwa na harusi za Uswahilini na yako labda ifanywe ya Kiswahili, basi huna budi ili uanze kufunga safari uende kule pwani ukatafute jiko lako ambalo linaweza kukukidhi mahitaji yako siku zote mpaka ambapo mtakwenda kutenganishwa na kifo. Naam, inaitwa harusi za Uswahilini. Mtazamaji, hayo ndo amekuwa uh, harusi za Uswahilini ukiwa nami Shaaban Farjallah katika tamaduni za Uswahilini. Hivyo basi tusikose uh, ku Uh, kufolo uh, kupenda hizi kazi zangu za tamaduni za uswahilini. Hivyo basi tuweze kujielimisha na tuweze kujua mengi kuhusu tamaduni za uswahilini. Uh, kwa, kwa sasa ningependa kuwaachia hapo, tutakutana katika kipindi kijacho cha tamaduni za uswazi. Tusikose kufuatilia uh, vipindi hivi vyetu katika ulingo wa Shafaa Media.